Unaangalia Msangazi um TV. Jeshi la polisi mkoani Mtwara linamshikilia mwanamke anayefahamika kwa jina la Zulfa Mate Utimamu, mwenye umri wa miaka 26 mkazi wa kata ya Tandika wilaya Mtwara kwa tuhuma za mauaji ya kichanga chenye jinsia ya kiume muda mchache baada ya kujifungua. Taarifa ya kaimu kamanda wa polisi mkoani Mtwara, Mtaki Kurwijila, iliyotolewa leo Juni tatu 2025 rin imesema, tukio hilo limetokea siku ya jana Juni mbili majira ya saa tisa alasiri huko maeneo ya Tandika, katika nyumba iliyokuwa naishi mtuhumiwa, mara tu baada ya majirani kusikia sauti ya kitoto kichanga kikilia na baada ya muda mfupi sauti hiyo kutosikika tena, na waliamua kutoa taarifa katika kituo kikuu cha polisi Mtwara. Inaelezwa chanzo cha tukio hilo ni baada ya mtuhumiwa kuona atazidiwa na majukumu ya kulea mtoto, kwa kuwa kabla ya kichanga hicho kuzaliwa alikuwa na mtoto mwingine mdogo mwenye umri wa mwaka mmoja na miezi mitatu ambaye bado ananyonya, na uchunguzi wa awali umebaini ya kuwa mtuhumiwa alijifungua salama, na baada ya kujifungua alichukua mtoto huyo ambaye alikuwa hai na kumweka kwenye ndoo ndogo yenye ujazo wa lita kumi kisha kufunika ndoo hiyo ambayo ilikuwa na mtoto ndani yake kwa kutumia mfuniko, kitendo kilichopelekea kichanga hicho kukosa hewa na hatimaye kufariki dunia. Uchunguzi wa tukio hilo litakapokamilika, mtuhumiwa atafikishwa mahakamani, na mwili wa kichanga hicho umehifadhiwa katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Mtwara Ligula, ikiwa ni kwa ajili ya uchunguzi wa kitibabu. Na Jeshi la Polisi mkoani Mtwara linaendelea kutoa wito kwa wananchi kutoa taarifa za vitendo vya ukatili ambavyo vimekuwa vikitekelezwa katika maeneo wanayoishi kupitia viongozi wa serikali au mamlaka zinazotambulika kisheria. Jina langu ni Ron zidani na hii ni Msangazi TV. Unaangalia Msangazi TV.